Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Uh, karibu tena leo katika sehemu yetu ya kumi na mbili, sehemu ya kumi na mbili ya somo hili muhimu sana. Tunajifunza njia za kutusaidia kuishi maisha ya ushindi katikati ya hali ya dhiki, namna ambavyo tunaweza tukashinda tunapopita katika hali ya dhiki. Na Roho Mtakatifu amekuwa mwaminifu, ametufundisha leo hii ni sehemu ya kumi na mbili. Kwa hiyo tushajifunza sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya kumi na moja. Kama ndio mara yako ya kwanza unajiunga na sisi, hebu rudi katika chaneli yetu hii ya Kweli Ituwekayo Huru. Uh, angalia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya kumi na moja, na tumefundishwa kwa undani sana. Leo tunaendelea sehemu yetu ya kumi na mbili. Basi kabla tujaendelea, ngoja tuombe. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, asante wewe ndio unayetufundisha kila itwapo leo. Asante kwa maarifa haya tunakushukuru tena kwa ajili ya sehemu hii ya kumi na mbili. Naomba kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume mahali popote walipo Bwana, wanaposikiliza maarifa haya, fungua macho yetu na masikio yetu ya ndani Bwana, ili tukapate kupokea neno lako na kuliweka moyoni, ili Bwana likatusaidie kuishi maisha ya ushindi katikati ya hali ya dhiki. Baba, ninaomba upate kufanya sawasawa na kusudi lako, katika jina lako lote takatifu ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii tena ambayo ametupa. Nikukumbushe tu, kama ndio unajiunga na sisi, rudi nyuma katika sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya kumi na moja, utapata maarifa haya tumeshajifunza hatua kwa hatua. Leo tutaendelea mbele, hatutakuwa na muda wa kurudi sana nyuma, tutaendelea mbele kwa sababu bado yako mengi sana ya kutufundisha. Kumbuka tunajifunza njia za kutusaidia. Sasa, kabla hatujajifunza hizo njia, Roho Mtakatifu anatufundisha sababu zinazoweza kutupelekea kuingia katika hali ya dhiki, na tumeshajifunza mpaka sasa sababu tatu. Tumejifunza sababu tatu zinazoweza kusababisha tukajikuta tumeingia katika hali ya dhiki, na katika sehemu ya kumi na moja tulikuwa tunaangalia sababu ya tatu, na tukasema katika sababu ya tatu ni mashambulizi ya shetani dhidi ya imani ulionayo katika Kristo Yesu. Pale unapokuwa na imani, shetani na majeshi yake wanakushambulia, wanakushambulia ili kuiharibu imani ulio nayo. Na kwa hiyo tukasema jambo la tatu ama sababu ya tatu ni mashambulizi ya shetani ili kuiharibu imani yako. Na hapa tuliangalia vitu viwili, tukakiangalia kitu cha kwanza tukasema, sisi hapa ni wageni katika dunia hii na Bwana Yesu alisema wazi kabisa kwamba tuko, tuko hapa alivyotupa neno lake, ulimwengu umetukataa kwa sababu sisi sio wa ulimwengu. Roho Mtakatifu alituonyesha vizuri sana katika sehemu ya kumi na moja. Mimi na wewe tunaomwamini Kristo, mahali hapa sio kwetu, na kwa sababu hiyo inawezekana kabisa wazi kabisa ukajikuta unapita mahali fulani pagumu, umekataliwa, unapita sehemu ngumu ambayo inasababisha hali ya dhiki kwa sababu hiyo uh, uh, ukajikuta unaumia, unapita katika mazingira magumu. Kwa sababu gani? hapa sio kwetu. Mimi na wewe tumewekwa hapa tu kama mawakili, tumewekwa hapa tu kama wajumbe, kama ambasada, kama mabalozi wa Kristo. Yani ni kwamba mabalozi, unaposema mabalozi, ni maana yake ni kwamba wewe ume, ume, umetoka nchi nyingine, umewekwa katika nchi nyingine. Kama, kama wakili kama mwakilishi wa ufalme mwingine, na this is not our kingdom, huu sio ufalme wetu, ufalme huu hapa umekuja kwa ajili tumekuja katika ufalme huu kwa ajili ya kuonyesha ufalme, tunatakiwa tuishi kuonyesha ufalme wa Mungu katika dunia hii. Na jambo la pili tukasema, inawezekana ulivyoamini uh, kukaibuka mashambulizi ambayo yakasababisha hali fulani ngumu, na kumbe mashambulizi hayo yanasababishwa na katika ulimwengu wa roho shetani ameona uh, kwamba umeikana kambi yao, umekataa madhabau zao, umekataa mila zao, umekataa taratibu zao, umekubali kushikamana na Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengine unayaacha sasa. Unapoyaacha yale mambo, adui anainua vikwazo, anainua mashambulizi, anainua mambo magumu sana ya kukatisha tamaa. Sasa hebu ngoja leo tuendelee katika jambo hili la tatu, tuendelee ndani zaidi, tuangalie kitu kingine kwamba inawezekana ukajikuta unaingia katika hali ya dhiki kwa sababu ya imani ulio nayo. Shetani akaimu, shetani na majeshi yake wakaamua kukushambulia ili kuiharibu imani ulio nayo. Jambo lingine ni kwa sababu ile imani uliyoishikilia Mungu anajivunia hiyo, yaani kwamba kwa imani ulio nayo Mungu anapata fahari Mungu anaifurahia hiyo imani ulio nayo yani Mungu anaona, anaona fahari kwa kuwa mtoto wake amesimama katika imani. Sasa kwa sababu Mungu anaona fahari na anajivunia imani hiyo, shetani anaona wivu, anatamani kuikatisha hiyo imani, anatamani kuiharibu hiyo imani, anatamani kuharibu vitu ulivyo navyo. Kumbuka, tunaangalia sababu zitakazo kufanya uingie katika hali ya dhiki. Kwa hiyo, inawezekana umesimama vizuri na Mungu, unafanya shughuli zako vizuri, unamtumikia Mungu wako vizuri, na Mungu anakubariki. Na anapokubariki, sasa adui anaona ha, huyu kwa sababu ya hivi vitu alivyopewa huyu kwa sababu ya mambo haya aliyofunguliwa. Huyu ni kwa sababu ya kazi hii aliyopewa. Huyu ni kwa sababu ya biashara hizi alizobarikiwa nazo, ndio maana anampenda Mungu. Na kwa sababu hiyo sasa anaharibu vile vitu, anaharibu familia yako, anaharibu biashara zako, anaharibu vitu vyako, kwa sababu anaona yamkini wewe umeshikamana na Mungu kwa sababu ya vitu ulivyo navyo, na kwa sababu hiyo sasa ukajikuta unaingia katika hali ya dhiki. Ngoja nirudie. Mungu anakuwa amekubariki, umeshikamana na Mungu wako, umesimama vizuri na imani yako, unaifanya kazi ya Mungu vizuri, na kwa sababu hiyo Mungu anakubariki kwa namna ambavyo umeshikamana na Mungu wako. Sasa vile ulivyoshikamana na Mungu na Mungu anavyokubariki, shetani anasema ha, huyu anampenda Mungu kwa sababu ya mali ambazo Mungu amempa, huyu anampenda Mungu kwa sababu ya kazi ambayo Mungu amempa. Shetani anaharibu ile kazi, shetani anaharibu zile mali, anaharibu vitu ulivyopewa, na kwa sababu ya kuharibu huko ukajikuta unaingia katika hali ya dhiki. Ngoja angalia mfano huu, angalia mfano wa Ayubu, angalia mfano wa Ayubu. Ukisoma katika Ayubu, Ayubu sura ya kwanza Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza na mstari wa tatu Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza na mstari wa tatu Mstari wa kwanza unasema hivi: Ayubu alikuwa mtu mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Umeona anavyoelezewa eh? Alikuwa ni mtu ambaye amemshika Mungu, ameshikamana na Mungu, ameachana na uovu, anayafanya mapenzi ya Mungu, analitumikia kusudi la Mungu, alikuwa amesimama na Mungu. Na kwa sababu hiyo, mstari wa tatu unatuonyesha Mungu alimbariki sana. Neno la Mungu anasema alikuwa na mali nyingi, alikuwa na kondoo elfu saba na ngamia elfu tatu na jozi za ng'ombe mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumbani mwake walikuwa wengi. Yani, Mungu alimbariki, alimbariki sana, alibarikiwa sasa. Kwa sababu ya vitu alivyo navyo na baraka alizobarikiwa, Shetani akaona, aha, kwa sababu hivi ndio maana anampenda Mungu, kwa sababu ya hizi mali alizo nazo, ndio maana ameshikamana na Mungu. Shetani akapiga mali alizo nazo, shetani akapiga familia yake kwa siku moja. Biblia inatuambia kwa siku moja vitu vyake vyote viliharibiwa, familia yake yote iliuawa. Yani, ilikuwa ni simanzi kubwa sana, ilikuwa ni huzuni kubwa sana, yalikuwa ni maumivu makali sana katika moyo wa Ayubu, akaingia katika hali ya dhiki like. Na sio hivyo tu, ukisoma katika mstari wa pili, sura ya pili mstari wa saba na wanane sura ya pili mstari wa saba na wanane utakuonyesha wazi kabisa, sio tu kwamba mali zake ziliharibiwa, sio kwamba familia yake iliuawa, lakini hata na yeye aliingia katika kuugua. Maana yake kwamba hata afya yake ilishambuliwa. Kwa hiyo alipita kwenye maumivu ya ugonjwa ambayo yalimsababishia maumivu makali sana, alipita kwenye mateso ya familia yake kuangamizwa alipita kwenye hali ya vitu vyake vyote kuharibiwa. Haikuwa hali nyepesi, ilikuwa ni hali ngumu sana, yalikuwa ni mazingira magumu sana, ambayo mazingira hayo yalisababisha hali ya dhiki. Kitu gani tunajifunza hapa? Amepita kwenye mazingira magumu kwa sababu ya imani yake. Shetani alidhani ameshikamana na Mungu kwa sababu ya mali alizo nazo. Shetani alidhani ameshikamana na Mungu kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya utajiri aliyo nao akaamua kupiga ule utajiri na, na afya yake, na kumsababishia hali ya dhiki. Na namna hiyo sasa inasababisha mtu wa Mungu anakuwa katika mazingira magumu ambayo yanasababisha yanasababisha hali ya dhiki. Ukiangalia vizuri, utakuta si kwamba Ayubu alitenda dhambi ah ah, si kwamba Ayubu alitenda uovu. Bibilia imetuambia vizuri, hakutenda uovu, alishikamana vizuri na Mungu, lakini kwa sababu ya kushikamana na Mungu alipigwa vitu vyake viliharibiwa, akajikuta ameingia katika hali ya dhiki. Shetani alitamani kuona kwa mali zake kuondolewa, kwa vitu vyake kuondolewa, kama anaweza akamkataa ama akamkana Mungu, lakini neno la Mungu linatufundisha katikati ya magumu aliyoyapitia, katikati ya hali za ngumu alizozipitia, bado alibaki imara. Ukisoma katika Ayubu sura Ayubu sura 23 mstari wa kumi na mstari wa kumi na moja utaona neno la Mungu linasema hivi, anasema hivi lakini yeye ali, a, lakini yeye aijua njia niendayo. Maana yake anazungumzia kwamba Mungu anaijua njia iendayo, alafu amesema hivi, akisha nijaribu nitatoka kama dhahabu. Mungu wangu umeshikamana sana na hatua zake, anasema hivi, mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Anachojaribu kutuambia ni nini? ndiyo anapita kwenye mazingira ya dhiki, mazingira magumu, mazingira ya kumuumiza, mazingira yanayosababisha maumivu ndani mwake, anasema hivi akiisha kujaribiwa atatoka kama dhahabu. Maana yake atang'aa zaidi, atakuwa bora zaidi. Yale mazingira ya dhiki, ile hali ya maumivu, dhiki anayoipitia haikuwa kikwazo. Anasema hivi mguu wake umeshikamana sana na hatua za Mungu kwa maneno mengine amesema hatamwacha Mungu, atamshika Mungu, hata katikati ya magumu anayoyapitia atabaki na Mungu, hata kati ya hali ya dhiki anayopitia atabaki na Mungu, hata katika ugumu ule anaopitia. Maana yake ni kwamba mazingira ya dhiki hayataiondoa imani yake kwa Mungu, atabaki akimshikilia Mungu, na huu ni ushuhuda mkubwa sana. Watu wa Mungu, inawezekana unapita mahali fulani pagumu, usikate tamaa, usikate tamaa. Inawezekana vitu vyako vimeharibiwa, inawezekana mali zako zimedhulumiwa, inawezekana vitu vyako umenyang'anywa, inawezekana kazi yako imechukuliwa, yaani inawezekana kuna mahali fulani unapita pagumu sana. Hebu simama kama Ayubu alivyosimama. Amesema hivi, amesema anajua kabisa kwamba yule anayemwamini anamwona, anamfahamu na akiisha kujaribiwa atatoka kama dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu miguu yake imeshikamana sana na hatua za Mungu, maana hajaliacha shauri la Mungu. Haijalishi mazingira anayoyapitia alibaki na Mungu. Na wewe mtu wa Mungu, usijali mazingira unayoyapitia, hebu shikamana na Mungu. Upo katika dunia hii kwa kitambo kifupi, yako maisha ya milele na milele, yako maisha ya miaka na miaka ambayo Mungu ameyakusudia kwako, unayeamini kwamba utayaishi pasipo dhiki, utayaishi pasipo tabu. Hebu ngoja tuendelee mbele, angalia Watesalonike Watesalonike wa kwanza, Watesalonike wa kwanza sura ya tatu, Watesalonike wa kwanza sura ya tatu mstari wa tatu mpaka wa tano. Utaona Paulo analiambia kanisa la Tesalonike, anasema mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, anasema mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua kuwa tumewekewa hizo, kwa kuwa tulipokuwapo kwenu tulitangulia kuwaambia kwamba tutapata dhiki, kama ilivyotukia nanyi, mwajua. Kwa hiyo mimi nami ninapokuwa siwezi kuvumilia tena, nalituma mtu ili nijue imani yenu, asije yule mjaribu akawajaribu, na taabu yetu ikawa haina faida. Anachojaribu kuwaambia ni kwamba hali hii ya dhiki tutapita. Simama katika imani yule mjaribu asije akaiondoa imani yako, maanake unapopita kwenye mazingira ya dhiki, lengo la Shetani ni kuiondoa imani yako ni kuiharibu imani yako. Anasema hivi, simama, ili taabu yako isiwe isiwe bure, ili hali ya dhiki unayoipitia usiwe bure. Angalia katika mstari wa tano, anasema kwa hiyo mimi nami nilipokuwa siwezi kuvumilia tena, nalituma mtu ili niijue imani yenu, asije yule mjaribu akawajaribu. Alafu anasema hivi, na taabu yetu ikawa ni bure na taabu yetu ikawa haina faida. Kwa hiyo anajaribu kutuambia tusimame, hata kama tunapita kwenye mazingira ya dhiki. Angalia alichowaambia kanisa la Korintho, angalia alichowaambia katika Korintho. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya nne mstari wa kumi na sita mpaka wa kumi na saba aliwaambia hivi. Wakorintho wa pili sura ya nne mstari wa kumi na sita wa kumi na saba aliwaambia kwa hiyo hatulegei bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Ni maneno mazuri sana, mtu wa Mungu unayepita katika hali ya dhiki. Paulo anasema hatulegei, anasema hivi ijapokuwa huu utu wa nje unachakaa tunapita kwenye mazingira magumu, tunaumizwa, tunapita katika hali ya dhiki. Anasema hivi, ndio utu wetu wa nje unachakaa, lakini ule utu wa ndani unafanywa mpya kila itwapo leo, siku hata siku. Anasema tunafanywa kuwa imara ndani, ndio nje tunaumizwa, tuna tunapigwa, tunanyang'anywa vitu vyetu, tunaumizwa, tunadhulumiwa, yani tunapita kwenye mazingira magumu sana, lakini anasema hayo haijalishi. Utu wetu wa ndani unafanywa kuwa imara, utu wetu wa ndani unafanywa kuwa bora zaidi, maana dhiki yetu nyepesi na ni ya muda mtu, ni ya kitambo, siyo ya milele. Umilele tulioahidiwa ni maisha yaliyo na furaha, yasiyo na dhiki. Lakini maisha haya ya tabu na dhiki ni ya kitambo. Inawezekana leo umepoteza kazi au hujui namna ya kufanya. Inawezekana umenyang'anywa ume, ume, ume mali zako umekosa vitu. Inawezekana unaugua unapita mali fulani pagumu ni kwa kitambo tu. Mtu wa Mungu, usikate tamaa. Ndio, ni maumivu makali, lakini usikate tamaa. Endelea kushikilia imani yako, endelea kumshikilia yule Mungu unayemwamini. Usiache, usiache, endelea kumshika huyu Mungu maana ni kwa kitambo tu, ni kwa kitambo tu. Yako maisha ya milele ambayo Mungu ameahidia kwa watoto wake, ambayo katika hayo tutaona utukufu wa Mungu, na maisha hayo hayana dhiki, hayana tabu. Hebu angalia Timotheo wa pili. Angalia Timotheo wa pili, angalia katika Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo. Angalia sura ya kwanza mstari wa saba utaona neno la Mungu linasema hivi, maana Mungu hakutupa roho ya woga anasema hivi bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Usiogope mtu wa Mungu, simama! Hebu simama na Mungu, shikilia, shikilia imani yako, usirudi nyuma, usiiache imani. Inawezekana ndio wamekutenga, hakuna aliye karibu na wewe tena, usiiache imani. Simama na imani, simama na imani, mshikilie Mungu, mshikilie Mungu, usiiache simama na imani sawasawa na Mungu alivyokuita. Angalia Zaburi, angalia Zaburi ya ishirini mstari wa kwanza na wa pili Zaburi ya ishirini mstari wa kwanza na wa pili, wa wapili, utaona neno la Mungu linasema hivi Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo ikuinue, akupelekee msaada toka, to, toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Ni maombi mazuri sana Usikate tamaa, Bwana atakuinulia msaada wake, hatakuacha, atainua msaada, atasimama na wewe. Haijalishi mahali gani unapita, haijalishi mazingira gani unayoyapitia, lipo kusudi la Mungu katika mazingira unayoyapitia, na usiiache imani, maana Mungu ameahidi, ameahidi kusimama na wewe. Angalia Zaburi ya ishirini na tano, Zaburi ya ishirini na tano mstari wa kumi na sita na wa kumi na nane, utaona anasema Usi, uniangalie na kunifadhili. Utaona anasema, uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Mstari wa kumi na saba anasema, katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Ni maneno mazuri sana. Mungu akuinulie msaada. Kwa hiyo neno la Mungu inachotufundisha ni kwamba inawezekana ukapita kwenye mazingira magumu. Unatakiwa usife moyo, ubaki ukiwa unamshikilia Mungu, ubaki ukiwa unamtazama Mungu, maana maisha haya tunayoyapitia, kama tulivyojifunza hapo mwanzo, sisi hapa sio kwetu, tupo hapa kwa kitambo kidogo tu. Kwa hiyo hali ya dhiki unayoipitia isikutoe kwenye mstari, kwa sababu lengo la kupitishwa kwenye magumu unayoyapitia, wakati mwingine shetani anakusudi la kukuondoa la kukuondoa kwenye mstari, kama tulivyosoma katika katika Zaburi ya 20 mstari wa kwanza, uh, Zaburi ya 25 mstari wa 16 17, lakini Some Warumi 8 soma Warumi 8 mstari wa 35 mpaka mpaka 37. Warumi sura ya 8 uh, mstari wa 35 mpaka wa 37. Utaona neno la Mungu linasema hivi, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Haya ni maswali mazuri sana ambayo mtume Paulo aliyatafakari akaanza kuzungumza na kanisa la Rumi. Anawaambia, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Je, ni shida, au ni adha, au ni njaa, au ni uchi, au ni hatari, au ni upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Akasema hivi, tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Angalia mstari wa 37, akasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo hakuna jambo litakalo kutenga na upendo wa Kristo. Umeishikilia imani? Baki katika hiyo imani, mshikilie Mungu, usimwache, shikilia hiyo imani, kwa sababu hakuna jambo litakaloweza kukutenga na upendo wa Kristo. Paulo ameuliza maswali ya muhimu sana, amesema, Je, ni dhiki? Maana yake ni kutindikiwa kukosa, jake, kukosa yale yote ambayo yamkini ungeyapasa kuyapata. Anasema haya yote sio sababu ya kukutenga na upendo wa Mungu. Hata kama utapita kwenye kipindi kigumu, hata kama utakosa yale uliyotarajia, usikate tamaa, baki na Mungu, mshikilie Mungu kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, hata katika magumu unayoyapitia. Angalia Isaya 41. Isaya arobaini na moja, mstari wa kumi na kumi na tatu utaona neno la Mungu linasema hivi usiogope. Anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mstari wa 13 akasema hivi, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika kwa mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, nami nitakusaidia. Anaposema usiogope maana yake kuna mambo ya kuogofya yanayoweza kukutisha yanayoweza kukatisha tamaa. Anasema nitakusaidia, maana yake kuna wakati utafika, huwezi tena kwa nguvu zako, huwezi kwa uwezo wako, huwezi. Amesema yeye Mungu atakusaidia, atakushika kwa mkono wake wa kuume wa haki yake, akikwambia nini? Usiogope, usifadhaike, yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo shida unazozipitia, tabu unazozipitia, adha unayoipitia, maumivu unayoyapitia, jambo lolote linalokukatisha tamaa, usikubali kukata tamaa, simama na Mungu. Anasema usiogope, yeye yupo, ameahidi kukushika kwa mkono wake wa kuume wa haki yake. Mtu wa Mungu, neno la Mungu limejaa ahadi za Mungu katika kipindi kigumu unachokipitia kumbuka, tunaangalia jambo la tatu, kwamba inawezekana Shetani akainua mashambulizi kuiharibu imani yako. Kwa hiyo, hayo mashambulizi lengo lake ni kukutoa kwenye mstari, lakini Roho Mtakatifu anakukumbusha leo usitoke, simama na Mungu, usikate tamaa. Simama na Mungu usirudi nyuma, simama na Mungu kwa sababu ameahidi kukushika kwa mkono wake wa kuume, ameahidi kukupigania, ameahidi kukushindia, ameahidi kusimama na wewe hata katikati ya hali ngumu, hata katikati ya magumu. Amesema usiogope, yuko pamoja na wewe, ameahidi kukushika. Tabu zozote, shida zozote, adha zozote zisiharibu imani yako. Simama na Mungu usirudi nyuma, usikate tamaa, usimwache Mungu. Basi ngoja leo tuishie hapa katika sehemu hii ya kumi na mbili. Tutaendelea tena katika sehemu ya kumi na tatu. Ni somo muhimu sana, mtu wa Mungu usiache kufuatilia, lakini zaidi washirikishe na wengine. Ngoja tuombe. Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu unaetuchua, unajua mahali tunakopita, unajua maisha yetu, watoto wako wanaosikiliza somo hili, wanaotazama mafundisho haya, wanaofuatilia mafundisho haya, kuna mahali wanapita, Baba hawawezi kwa nguvu zao, kama ulivyoahidi katika kitabu chako cha Isaya ukasema utatushika kwa mkono wa kuume, tena umesema tusiogope, tena umesema tusifadhaike. Mungu wangu, ninakusihi utusaidie Utushike sawasawa na ahadi yako, ukatupigania, ukatutetee ili tukashinde na zaidi ya kushinda, maana wewe ulishashinda kwanza. Katika jina lako lilotakatifu, Baba, ninaomba nikiamini, amen. Mungu akubariki sana, tutaendelea tena sehemu ya kumi na tatu. Usikose mtu wa Mungu. Amen, asante sana.